Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zanguni katika hii grupu Iko Wapi Zamani. Alhamdulillah, tumshukuru tena Allah alhamdulillah kwa kupatia uzima huu mpaka leo tukawa tuweza tena kuzungumza. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jamani, ningependa kufuatilia kuhusu yale mazungumzo ya ndugu yetu Basawad kuhusu mashujaa wetu wapwani waliotangulia na wengine bado wako hai ambao ni ma legend waliobobea katika hali ya mpira, ndugizanguni, hapa katika hii group alhamdulillahi tuna vigogo wa kisawa sawa. Mashaallah, mashaallah, tuko na watu kama kina Coach Tahir Mwidin, kina Captain Acheke, kina ndugu zetu Jamal Fara, kina Alim Sada, kina Jamal Sketi Eh, tuna watu wa kisawasawa jamani, hebu tupeni mwelekeo ya so haya masala ya mashujaa ya kutukuza ndugu zetu waliofanya mambo ya mpira katika kubobea katika hali ya mpira ama kukuza mpira hili, eh, ni jambo moja ambalo kwa hakika latakaniwa lifuatiliwe kwa makini jamani, sisi kama wadogo zenu wengine hapa ambao wengine hatujuani na nilisema kutoka kitambo jamaa, si vizuri si tuko kwenye grupu eh, tuzungumza, lakini hatujuani. Na sote sisi ni wapwani ndugu, sote tuko kitu kimoja hapa hmm? Sasa hivi jamaa, naomba ya akhi wakubwa zetu bwana, kina Muhammad Khairi coach eh, kina Tahir Mudin, ya akhi, hebu jamani tupeni mwelekeo ya akhi, kina Ali Musa tupeni mwelekeo ya akhi bwana, kuhusu haya masala ya mashujaa ya akhi. Ili jambo moja ni muhimu sana yake, tusilifanyeni dharao yake, bwana. Sio, sio twazungumza tu kwenye grupu hapa alafu yaishia hapa, hapahapa. Tupeni mwelekeo yake bwana, tupeni mwelekeo. Hata kama hamuna nafasi, basi tupeni yake, tuambieni tufanye nini, tuanze vipi yake eh? na kuna ndugu zetu wengine wako karibu sana na, wa, na wanasiasa eh? Ambao hili jambo liweza kutusaidia sana hao ndugu zetu bwana kwa kuwaleta hawa wanasiasa bwana, kutusaidia bwana, kwa hali na mali, kuhusu hali ya kifedha, kuhusu mipangilio yoyote, ili bwana, kuwatambua kwa, kwa, kwa, kwa ndugu zetu waliobobea katika hali ya mpira ya, akhi bwana, jamani, naomba sana ya akhi bwana, hili jambo tusilifanyia dharau kabisa ya akhi bwana. Na kitu kingine ni muhimu zaidi bwana, kuhusu sisi kujuana katika hii group, sisi hatujuani, tutazungumza tu Mtu kama Shabiri hapa huleta vitu vya kisawasawa, mashaallah eh, lakini Shabiri wengine wafanya kumsikia tu hapa katika, lakini hawamjui. Mtu amebobea sana katika hali ya mpira, kwa hivyo jamani, haya mambo tusiyachukulie mepesi ya akhi, tuachukulie kitu serious ya akhi, naomba sana ndugu zangu, ni akhi bwana hii grupu yetu ya akhi, tukikaa kwa makini, tuna watu wa kisawa sawa katika hii grupu mashaallah, tuna watu wa kisawa sawa. Mungu amjazi basawadi kwa kutuleta pamoja kwa jambo kama hili ya akhi bwana, tusilifanyie dharau, ama baadaye tutakuja juta tena tuseme, angalia nafasi tuliipata tukaipoteza. Kwa hivyo sisi bwana, kama mdogo wenu, mimi pengine hamunijui. E, na mimi picha yangu nitaituma hapa katika hii group sasa sasahivi, munijue. Na wengine jamani, tumeni picha zenu tupate kujuana. Wengine hapa twazungumza sisi, pengine twajuana, lakini kulingana haya majina haya tulionayo, wajua wengi tunzoea majina ya, ya kimtaa. Kama mimi jina langu ni Omar Sale, lakini umaarufu wangu ni, ni Abbas Kanga. Mimi nimecheza mpira ndugu yangu bwana kwa timu ya 11 Brothers Eh, kama striker wa Eleven Brothers kidogo basi, ingawa bwana sikuendelea sana kulingana na hali ya mambo ya kimaisha ya kikazi, eh, lakini kuna ndugu zetu walotangulia zaidi katika mambo ya mpira ya khiba. Kwa hivyo bwana, naomba sana bwana, mjitokeze bwana, kina Ali Msaga, mjitokeze kina Jamal Farah bwana, zungumzeni kuhusu hili jambo bwana, kina Bakwero mani, wananyuki, jitokezeni, jitokezeni jamani ya khiba, haya mambo ni muhimu sana. Kochi Twahir Muidin bwana, kochi Twahir Muidin, tukuona wewe uko na sisi Bennett kabisa katika hii group ya akhi, na mimi naamini kochi Twahir ya akhi, ukishikana na kochi Khairi bwana mweza kutupeleka mbali sana ya akhi ka eno. Ile hadhi yetu ya wanaki wa Mombasa ya akhi, wallahi yasikitisha sana tukikumbuka zamani, stadium twenda angalia mipira, tukiona ma legend walio tangulia mbele haki, na wengine bado wako hai Nasema tena bwana, jamani, mimi natumana picha yangu hapa, na mtanijua bwana kwa jina la Omar Salim ama la kimtaani bwana Abas Kangari akhi. Wa hadha salamu alaykum. Na kama jamani nimekosea kwa hii bwana, pia naomba bwana mnikosoe jamani, shukran. Wa hadha salamu alaykum akhi, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapendwa katika huu ukumbi iko wapi zamani, ah, nimefurahi kwa mwito wa ndugu yetu Omar Salim ama kwa jina tunamwita Abas Kandar. Kwa salamu zako, ujumbe wako umeutuma ujumbe ulio wazi kabisa, wenye kutia hima kabisa, na mimi naambatanisha pamoja na ujumbe wako pamoja na taarifa ndogo ya maelezo kuhusu yale tuliyoyajadili. Jamani, sasa tumesema tuwe ni watu wa kutenda, si wa kusema sana. Kwa hivyo kusema, tushasema, ujumbe ushasikika, sasa ni kutenda. Tumetoa rai, mapendekezo kwamba mashujaa de ya mwaka ujao na sisi tuwapangie mashujaa wetu siku ambayo itakuwa tunaweza kuwapa zawadi. Hili jambo nitakulifafanua kulifafanua, kwanza naomba mimi naifahamike, si lazima iwe ni sisi. Ikiwa si sisi, basi isifanyike. Roho zetu nyeupe jamani, roho zetu safi. Yoyote miongoni mwetu wa pwani ambao watakaolifanya hili jambo wakalisimamia lifanyike, sisi tu waunga wao pia mkono walifanye. Si lazima tuwe ni sisi ndio tutafanya. Hii kasumba tuiondoeni. Hili jambo lifanywe na yoyote atakayejaliwa. Ikiwa ni gavana, ni mtu wetu. Ikiwa ni FKF, ni mtu wetu. Ikiwa ni chama kingine chochote cha kupigania haki za wapwani kutambulika katika mambo ya mipira hapo, sisi sote twaingia, tunaungana kitu kimoja. Si wakati wa kugawanyana gawanyana ati kwamba maadamu hatufanyi sisi au wengine hatutambui. Hakuna kitu kama hicho. Mashujaa deni yetu, tafuteni, kila mmoja ajishughulishe, tutafute kamati iende ikawatembelee viongozi wetu, kama ni gavana. Halafu hapa lifahamike li, li, hili jambo kwamba ikiwa sisi tutataka kufanya mashujaa day, pingine serikali aweza kusema labda, mbona mnakwenda kinyume na serikali? Mashujaa day ni ya serikali, mbona mwenye kuwa mwafanya yenu? La, kwa kupitia kwa governor, sisi tutataka sauti ya governor hapa isimame, icheze pati yake, aeleze kwamba wapwani hawajatambuliwa. Kwa hivyo safari hii sisi tunafanya yetu. Akizungumza governor inakuwa tofauti kuliko tukizungumza sisi, tuonekana kama sisi tuenda kinyume na serikali. Sisi hatuendi kinyume na serikali, hii ifahamike. Jamani, tokeni kwa gavana, mkampe salamu, gavana asimame na sisi, ashirikiane na FKF. Tunaye alamini ndugu yetu hapo, watu washikane. Mukumbuke tangu tulizungumza jambo hili katika miezi kumi na mbili, karibu mwezi mmoja na nusu au miwili imekatika. Imebaki miezi kadhaa, tusipoteze muda, tufanyeni mwaka ujao hili jambo liwe na, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa mapenzi yetu sisi tukipendana na kushikana na kuwa kitu kimoja, insha allah tutafaulu. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.